Kwa kutokana na umuhimu wake ambao inakuwa imeubeba katika hotuba hiyo na kwamba inagusa maeneo yote muhimu ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni. Na ndani ya ukumbi wa bunge wa bunge wamesimama, na hii ni ishara kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa anaingia katika ukumbi. Tuna imani

kweli kweli kweli, Samia Samia kweli ni mama kweli kweli kweli, Samia na imani na na. Kwa mujibu wa ratiba kama ambavyo nilikwambia, basi tuna imani na Samia Hivi sasa basi, sikio lako moja kwa moja nielekee ndani, ili kuweza kusikiliza aa ba kukaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika ukumbi huu wa bunge ambao wewe ni, ni mzoefu nao, maana ulikuwepo hapa kama mbunge, ulikuwepo hapa kama waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, ukikaa maeneo haya navyokumbuka, na ukitumia maiki hiyo kujibu maswali ya wabunge, lakini nakumbuka kwamba wakati wa Bunge la Katiba pia ulikuwa hapa hapa, na ukiwa makamu wa mwenyekiti ulikaa kiti hiki kinachokaa spika, na bunge lile lilikuwa gumu sana, lakini mnakumbuka jinsi ambavyo Mama Samia aliliongoza kwa ushupavu mkubwa sana. Nafurahi pia kuwepo kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango ambaye alikuwa mbunge mwenzetu hadi majuzi hapa. Mheshimiwa makamu wa rais, karibu. Lakini pia nayo furaha kumkaribisha mheshimiwa rais wa Zanzibar, na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, ambaye naye si mgeni kabisa katika ukumbi huu. Pia anapenda kumkaribisha mheshimiwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masud na makamu wa pili Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah. Vile vile tunaye jaji mkuu Profesa Ibrahim Hamis Juma, jaji mkuu wa Zanzibar Omar Othman Makungu, pia spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid na spika wa Bunge la Afrika Mashariki Mheshimiwa Martin Ngoga. Mheshimiwa Rais, bunge letu bado liko kwenye robo ya kwanza kabisa ya uhai wake na katika kutekeleza majukumu yake haya ya mwanzo mwanzo, maana huu ni mkutano wa tatu tu tangu limeanza, e, tayari maswali zaidi ya 250 yameshaulizwa ya na wabunge na yamejibiwa na mawaziri. Tayari katika muda huu mfupi bunge hili limeshapitisha miswada ya miwili ya sheria. Tayari bunge hili limeshaidhinisha mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa unaokusudiwa kutekelezwa na serikali katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021-2022 hadi 2025-2026, lakini pia bunge hili limeshapitisha tayari maazimio mawili, moja likiwa lina enzi maisha ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli na azimio la pili ambalo limeshapitishwa na bunge hili linakupongeza wewe kuwa rais wa awamu ya sita. Pia bunge hili limeshapitisha bajeti mbili, bajeti ya ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na bajeti ya ofisi yako Mheshimiwa Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Na leo tumeshaianza na tunaendelea nayo bajeti ya ofisi yako upande wa utumishi na utawala bora. Naomba baada ya kusema hayo, nikushukuru tena kwa mara nyingine kwa kutenga muda e, na kuja kuzungumza na bunge hili na kupitia wabunge hawa utazungumza na Watanzania kwa ujumla, na hata wale Watanzania walio nje ya nchi utakuwa unaongea nao moja kwa moja. Ni imani yetu kwamba ujio wako utakuwa na mibaraka mingi. Naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya waheshimiwa wabunge Nikukaribisha sana Mheshimiwa Rais wetu kwa ajili ya kutoa hotuba yako. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Mheshimiwa Makamu wa pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Spika wa Zanzibar. Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jaji Mkuu wa Zanzibar. Viongozi wastaafu. Marais wa wastaafu wa mliopo wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Marais wa wastaafu mliopo wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar waheshimiwa waheshimiwa makamu wa Rais wastaafu mliopo, mawaziri wakuu wastaafu mliopo, maspika wastaafu mliopo hapa, wa mama zetu wake wa viongozi mliopo, waheshimiwa wabunge, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa jumuiya za kimataifa au mashirika ya kimataifa, ndugu wanahabari wageni waalikwa kama mimi na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.